Kila nchi ina mipango na kila uongozi una ndoto. Ndoto ya Daktari Samia Suluhu Hassan katika mkoa wetu Arusha ni kuhakikisha wananchi wanatengeneza pesa. Ameweka kila aina ya mazingira ya kutukuzia utalii wetu, na leo sisi ni mashahidi ya kwamba wananchi wanaendelea kunufaika na kazi kubwa anayoifanya ya kukuza utalii huku akilinda amani na utulivu wa mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla. Hajiishi hapo, kafanya mambo mengi na sasa tunaona ujenzi wa viwanja vinavyoendelea katika mkoa wetu wa Arusha, ikiwa pamoja ya kuchagiza katikamatafa, ikiwa ni sehemu ya ndoto yake nyingine, kwamba kwa tunakuwa na hospitali kubwa ya kimataifa, kwamba kwa nchi jirani na Afrika kwa jumla wanakuja Tanzania Arusha kwa ajili ya matibabu. Leo nimewaletea habari njema. Daktari Samia, katika uongozi wake wa kuijenga Arusha na wanaarusha wenyewe, amewapa nafasi viongozi wetu wakuu wa mashirika haya kuja kusema na wanaarusha nini kinakuja. Mimi nikisema asilimia kubwa, mtasema mwanasiasa huyu. Sasa leo tunao wataalamu, mwenyekiti wa bodi anayesimamia shirika letu la reli na mtendaji wetu mkuu wa bandari zetu zote za Tanzania. Nini ndoto ya Daktari Samia katika mkoa wetu na malengo yake na anaanza lini kutekelezwa? Niliona safari hii ni nije mwenyewe wasinambie tu vijana, nikaona mimi mwenyewe niandamane na mainjinia kukagua reli yenu kutoka Arusha kwenda mpaka kufika mruazi link line na kwendaje Dar es Salaam na ina connect na mnagani, tanga kwa sababu tunachotaka kufanya, tumepata mradi wa tripu wa kukarabati reli yote hii nzima. Kama mnavyoelewa sasa hivi haina ufanisi mzuri, tunakwenda kwa spidi spidi ndogo sana kilomita 30 kilomita 25 kwa saa, lakini tunataka tukarabati, tuinue uwezo wa reli, tuwe tunakwenda kilomita 70 kwa saa. Tunataka tupunguze sisi congestion, sio kwamba ya bandari tu ya bandari lakini ya barabarani. Kwa hiyo, Wanaarusha, hayo yote yanakuja, lakini hiyo haina maana ule mlango nani, mpango wa muda mrefu tunauacha. Mpango wa standard gauge huko pale pale, kama mmeona kwenye wale ambao mmesoma ilani ya uchaguzi, tayari mpango wa SGR huko pale pale, kutoka Tanga tunakuja Moshi, Arusha, tunakwenda mpaka Musoma. Kwa kwa nini tunakwenda Musoma? Tunakwenda Musoma kwa sababu katikati hapa kuna madini mengi sana Engaruka tunapitia ile madini yale ya ashi ile. Kwa hiyo ndugu zangu hapa Arusha mkae mkao wa kula, kama anavyoelezeneni huyu bwana mkuu wa mkoa. Maana yake mkuu wa mkoa mkoa hapa kaamua, na sisi tumeona tuje tumpe support, tuwaelezeni, mkawaeleze wananchi. Sisi mamlaka ya usimamizi wa bandari tunatangazi tunatangazia wafanyabiashara wa Arusha au watanzania wote kwa ujumla, kwamba tunatoa nafasi kwa yoyote yule atakaye interested tuungane na mamlaka usimamizi wa bandari kutengeneza bandari kavu Arusha. Sisi tayari, tuko tayari kutoa vibali. Mizigo hiyo inapokelewa na kuwa cleared kutokea hapa Arusha. Maana yake ni kwamba unaweza sasa, badala ya kupeleka container lako bandari ya Tanga, utalileta katika bandari kavu ya Arusha, litapokelewa na litaanza utaratibu wa kusafirishwa. Lakini mizigo inayoingia nchini sasa, unaweza ukaclear mzigo wako kutokea katika bandari kavu hiyo ya Arusha. Mimi kama mkuu wenu wa mkoa nawaomba. Hatuna ajenda nyingine, hatuna siasa nyingine zaidi ya kutengeneza pesa. Tuchangamkie fursa ambazo Daktari Samia anatutengenezea katika mkoa wetu ili kila mmoja aweze kuwa na pesa na ukishakuwa na pesa hata heshima utakuwa nayo.